Wajumbe, naomba tukae chini. Daktari, na surprise hapa. Daktari, nina habari njema. Mwenyekiti, nina habari njema. CCM oyee! Mwenyekiti, wakati tunaangalia wasilisho, tulikuwa na wanachama waliojiunga kidijitali milioni kumi na tatu elfu sita mia sita sabini mi, baada ya mwaliko wa Mheshimiwa Rais na Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kuwaomba wanachama wapya tumefikisha milioni kumi na tatu elfu nne mia tatu hamsini na nane Hili ni ongezeko la wanachama wapya wa kidijitali ambao wameingizwa na mwenyekiti ndani ya lisali moja 13688. Na hapa ndipo tunaposema mti wenye mizizi mirefu hauwezi kuangushwa na upepo. Mwenyekiti, nimesimama huku sio kwa bahati mbaya. Hawa ndio wale wadeni wako, ambapo wewe umetukopesha maendeleo, sisi tunakwenda kujaza kapu la kura. Hii ndiyo mizizi, na kwa kuanza tunasema sisi hatuna deni, nawe deni lako tunakulipa mwaka huu.

Sikilizane, dawa lazima iwaingie taratibu, sawa. Samia mwenyekiti, asante. Chama cha Mapinduzi CCM, asante mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa, kwa uongozi wenye dira. Mheshimiwa mwenyekiti, hii niliyoshika ndiyo ilani ya Chama cha Mapinduzi, hii ambapo leo nataka nielezee miradi 6215 iliyofanyika ndani ya miaka minne Muda usiporuhusu nitaimalizia kesho. Mheshimiwa, watu wote tuliamini kwamba utekelezaji wa ilani hii ungechukua miongo mitatu, lakini kwa sababu ya upendo wako, utu wako, mapenzi yako, umeitekeleza kwa asilimia 99.99 ndani ya miaka minne. Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe na kufananisha na mchezaji wa mpira, kiungo mshambuliaji ambaye anapanda anashuka, halafu anagawa mipira, naona namna ambavyo umempa mipira Dr. Emmanuel Nchimbi, akiwajibu wale wanaosema nimekwenda nikamkuta hayupo wakati amemkuta akusema chochote. Lakini nakuona Mzee wa hoja basi, huko akiwaambia mwenye hoja apite mbele, mwenye hoja hoja apite mbele, mwenye hoja apite mbele. Daktari api Huseni Almwinyi, uchumi wa buluu sihitaji kuelezea, tumeuona nilikuwa nimepanga nianze kuchambua kutoka Useni mabati magorofa mahospitali mashule ya magorofa, lakini kwa sababu tayari tumeshaona, asante kwa ongezeko la uchumi wa buluu kwa asilimia 29. Nataka nizungumze na Watanzania, amani tuliyokuwa nayo, utulivu tuliokuwa nao demokrasia tuliyokuwa nayo, sifa tunazopata kimataifa, siyo kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya 4R za Dr Samia Suluhu Hassan. Ilani? Ilani, kwanza nimependa falsafa Mliposema utu, mlikuwa mmegusa maisha ya Watanzania moja kwa moja, huku mkiangalia usawa wa kijinsia. Neno utu linakamilisha usawa wa kijinsia. Lakini mliposema kazi, mlitaka Watanzania tukafanye kazi, kwa sababu bila kazi hatuwezi kuyapata maendeleo tunayoyataka, na hatuwezi kusonga mbele. Haya, tumezungumza kuhusu maji maji kwa asilimia 80 kwa asilimia 90. Tumeongea kuhusu afya, leo tumepunguza vifo vya mama waja wazito na watoto kutoka 556 mpaka 104. Huyu ndio Daktari Samia Suluhu Hassan, na nimeambiwa kwa sababu ya muda, sisi tumwahidi namna ambavyo tutakwenda kumlipa deni lake. Twende tukamlipe deni lake. Twende. Mwaka huu mwenezi, naomba mwenezi, mwenezi. Mwenezi, nikuombe tuimbe akapela angalau tu akapela vesi moja tu A, A, alafu,

Asante sana Mrisho Mpoto. CCM oye! Aya, asanteni sana, turudi kwenye viti sasa. Baada ya burudani, turudi kwenye viti. Ndugu mwenyekiti, baada ya uwasilishaji kwa taarifa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na burudani, naomba sasa nirejeshe ratiba hii kwako ili tuendelee na kikao. Haya, nadhani tumekamilisha kazi za leo ya kuwasilisha utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kwa upande wa Zanzibar na upande huu wa Tanzania, jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa ujumla. Na ilikuwa baada ya uwasilishaji tuwe na majadiliano, lakini kwa vuguvugu nililoliona hapa, naona wote wamepokea na kuunga mkono kilichofanyika. CCM oye Utekelezaji hoi. Sasa waheshimiwa, kwa vile tumepokea utekelezaji, lililobaki ni kuja kuangalia ilani ijayo, mzigo mliotutwika wa kutekeleza miaka mitano ijayo, insha allah, na hiyo kazi tutaifanya kesho, hiyo kazi tutaifanya kesho lakini mpaka hapa tupofikia, nataka nitumie fursa hii niwashukuru sana ndugu wajumbe wa mkutano huu, wageni wetu waalikwa, kwa ustahimilivu mkubwa mlioonyesha umdani, lakini pia kwa ushirikiano mliotupa. Mkutano siku ya kwanza umekwenda vizuri, na ni imani yangu mkitoka hapa mtakwenda kupumzika vizuri na kupitia makabrasha ya kesho. Sasa niseme kwa leo hii, kikao chetu tunakiahirisha mpaka kesho. Santeni sana. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Nawatakia mapumziko <muchu>

Basi kwa siku ya kesho tena tuzingatie ratiba ambayo tunayo, kuwahi katika mkutano wa kesho. Asanteni sana.